Siku ya leo tutaongelea maneno nane ambayo wengi sana wanahisi wanajua kuyatamka ila wanakosea na nitakuonyesha kwa nini kwenye hii video. Kitu cha kwanza ningependa unisikilize. Nitatamka hili neno katika namna mbili tofauti. Namna ya kwanza present, present. Namna ya pili present, present. Hizi namna mbili za kutamka hili neno zinabadilisha maana ya neno hili kabisa. Kwenye Kiingereza kuna kitu ambacho tunakiita stress, ama namna ambavyo unakaza sauti na namna ambavyo unalegeza sauti, ama tunaweza kusema namna ambavyo unapandisha sauti na namna ambavyo unashusha sauti katika kutamka neno. So, nikianza kwa namna ya kwanza ambayo nilitamka present. Mkazo niliweka kwenye pr hapa mwanzo. Present. Kwa hiyo nilipandisha sauti kwenye pre alafu nikashusha kwenye zent. Present. Hii maana yake ni zawadi. Ila tukibadilisha namna ambavyo tunapandisha sauti na tukaanza kwa kushusha sauti kisha tukapandisha kwenye zent tukasema hivi, present, present. Hapa tunakuwa tumebadilisha maana ya neno na sasa neno hili linamaanisha wasilisha. So mfano katika sentensi namna ya kwanza, present, i got a present, nilipata zawadi. Namna ya pili present. mfano present your topic. Wasilisha mada yako. Kutokana na watu wengi kuto kujua namna ya kupandisha ama kushusha sauti yao katika kuongea Kiingereza, inapelekea wengi kukosea maneno. Mfano ni neno desert. Ukisema desert kwa kuanza kukaza kwenye d, unamaanisha jangwa, ila ukisema desert kwa kukaza kwenye Z, desert, hapo unakuwa umemaanisha Chakula. So haya ni maneno nane ambayo huenda wewe unakosea katika kutamka. Neno la kwanza distribute, wengi wanakosea na wanasema distribute, wanakaza kwenye t distribute. Kwa hiyo inabidi useme distribute, ukaze kwenye tree pale mwanzo wa hilo neno distribute. Neno la pili ni comfortable, wengi wanatamka comfortable Inabidi ukaze herufi za mwanzo comf peke yake comfortable. Neno la tatu restaurant, restaurant inabidi ukaze r e s mwanzo restaurant, na usiseme restaurant ukakaza kwenye taurant unakuwa umekosea. Neno la nne development. Hili neno linatamkwa development. Tunakaza kwenye vel, development. Wengi wanakosea na wanakaza mwishoni development. Wanakaza kwenye law development. Development ambayo ni makosa. Neno la tano about. Hili neno tunakaza kwenye but, about. Wengi wanakosea na wanakaza kwenye t, about. Neno la sita debris. Debris. Hili neno tunakaza kwenye bri mwisho na hiyo s unayoiona haitamkwi. Neno la saba market. Market. Tunakaza kwenye m a r mar, na watu wengi wanakosea na wanapita flat bila kukaza hapa mwanzo wanasema market. Kwa hiyo kisha unakaza kwenye mar, market. Neno la mwisho na la nane primary. Primary, hakikisha unakaza mwanzo kwenye pri pri primary. Wengi tunakaza kwenye ri ya mwisho, primary, primary. Inabidi useme primary. Swali kwako, kati ya haya maneno nane neno lipi ambalo umekuwa ukilikosea mwisho kabisa? Tuambie kwenye comments. Unaangalia hii video kutoka wapi ila kumbuka, ya kwamba mwezi ujao Julai tutakuwa tuna group jipya ambalo tutajifunza kiingereza kupitia hilo group. Gharama ni ndogo sana. Ni text kupitia namba zangu niweze kukupa maelezo ya kujiunga katika group hili, ili uweze kujifunza vitu kama matamshi, uweze kufanya discussion na kuongeza confidence yako katika kuongea. Mimi naitwa Hassan, ambali tukutane tena katika kipindi kingine, asante.